Aba Al-Qasim, nitachukua muda mchache kwa maudhu ambao kwamba nimependa tuzungumziane hasa tukitarajia e, kuingia mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu atufikishe bisiha wal afya, swali ambao kwamba tutaulizana na ndiyo anwani ya mazungumzo yetu kwa huu muda mchache itakuwa ni bima yathbutu shahru Ramadhan, bima yathbutu shahru Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan unathibiti ama unaingia kwa njia gani? Kuanzia wakati gani ndio muislamu atasema sasa hivi mwezi wa Ramadhan usha tukabili, yathbutu dukhuli shahri ramadhan bi ahadi amreini, mwezi wa Ramadhan una thubutu mwezi wa Ramadhan unaingia ikipatikana moja kati ya mambo mawili ikipatikana moja kati ya haya mawili. Jambo la kwanza ni ikmalu shahri Shabana 30 yauma, tukikamilisha mwezi wa Shaban siku 30 basi, bila shaka siku inayofuatia ni mosi Ramadhani. Na namna ya pili ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani ni ru'yatu hilali Ramadhani, mwezi unapoandama, mwezi unapoonekana mwezi wa Ramadhani. katika kalenda ya Kiislamu siku ni 29 ama 30 katika kalenda ya Kiislamu mwezi unakamilika na siku ishirini na tisa, ama siku 30. Hatuna ziada katika kalenda ya Kiislamu hatuna siku ishirini na nane wala hatuna siku thelathini na moja ni imma 29 au 30. Kwa hivyo ikikamilika Shaabani siku 30 bila shaka siku inayofuatia ni tarehe moja ya Ramadhani. na ikiwa tutauona mwezi, kwa sababu siku ya kuangalia mwezi ni kila tarehe 29 ya kila mwezi katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi ukithibiti mwezi ukionekana e, tarehe 29 ya kalenda ya Kiislamu basi e, siku inayofuata bila shaka itakuwa ni mosi Ramadhan, wabidhalik yathbutu dukhuli shahri almubarak wa yajibu asiyamu ala muslimina. Ikipatikana moja kati ya hizi dalili mbili, ni ishara tosha, dalili tosha kuwa mwezi wa Ramadhani ushaingia na ni wajibu wa Waislamu kufunga mwezi wa Ramadhani. E, ama katika haya masala ahibati fillah, je, e, twende na hisabu gani? Twende na hisabu ya e, maeneo ya kwetu, ama mwezi wa kwetu, au mwezi e, wa pahala popote juu ya mgongo wa ardhi? Katika haya masala wanazuoni wametofautiana. Na naam, katika dini yetu kuna masala ambayo kwamba ee, ina ikhtilaf na ikhtilafu yenyewe inakubalika kisheria, mbali na mengine ambayo kwamba tumelazimisha iwe ni ikhtilafu katika dini lakini haina nafasi ya kupatiwa e, nafasi kuwa ni masala ya ikhtilafu. Lakini hili la mwezi kuna ikhtilafu baina ya wanazuoni. Je, tutosheke na mwezi wa kwetu au mwezi wa kimataifa au mwezi wa pahala popote juu ya mgongo wa ardhi? Tutazungumzia msimamo wetu katika hili E, msimamo ambao kwamba tunajikurubisha kwa huo msimamo kwa e, Mwenyezi Mungu Subhanahu, na tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa huo msimamo, pamoja na kuwa tutaheshimu e, maoni na rai ya wale ambao kwamba wana msimamo tofauti na huu ambao kwamba tupo nao. ahibati fillah, e, limadha natamassaku bimawqifina anna alhilala wahidun maa ihtiramina liman yara ikhtilaf almatali' Msimamo wetu katika haya ya masala ya mwezi, tumeshika msimamo wa duniani, mwezi ni mmoja, pahala popote mwezi ukionekana, Waislamu wanastahiki kufunga na pahala popote mwezi ukionekana vilevile wanastahiki kufungua. Huu ndo msimamo ambao kwamba tumeushika na tunajikurubisha kwa Allah kwa huu msimamo pamoja na kuwa tunaheshimu wale ambao kwamba wana msimamo tofauti na huu ambao kwamba tutazungumzia. Je, tuna mashiko gani? Je, tuna dalili gani? Je, kwa nini tunasema e, kuwa e, mwezi ni mmoja pahala popote ukionekana, Waislamu twastahiki kufunga na pahala popote mwezi ukionekana, Waislamu twastahiki kufungua. E, hizi ndio dalili zetu, ama e, ndio mshiko wetu katika haya masala kwa haraka. Ahibati fillah Dalili ya kwanza ambayo kwamba tutaitaja ni dalili ya aya, na ni vizuri Mwislamu aijue dini yake kwa dalili, asijue dini yake kwa eh, kwenda kimrengo la ama kwa ajili ya ushabik. La, ipo haja kila mtu aifahamu hii dini kwa hoja na dalili wala sikuwa mimi niko tim A yule yuko tim B. Mimi niko e, mrengo huu yuko mrengo huu. Si dini, kwa sababu haya ni katika masala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhana, wala si katika masala ya ushabik. Al-amru amru din, ni jambo la kidini. Ipo haja tuwe na ufahamu wa hii dini kwa huja na dalili. Aya Mwenyezi Mungu anasema, faman shahida minkum shahara falyasumhu Faman shahida minkum shahara falyasumhu. E, hi aya ndugu Islam, tukijaribu kuitafsiri ki lugha na namna wanavyoni walivoelezea hi aya tukienda neno kwa neno, Mwenyezi Mungu aliposema faman shahida, katika lugha ya Kiarabu shahida ina maana zaidi ya moja, katika lugha ya Kiarabu shahida ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza katika lugha ya Kiarabu ya shahida taati inakuja mtu akitumia neno la shahida, arru'yatu wal mushahadatu, akimuona ama akiona, itatumika shahida kaqaulika, shahidtu Muhammada yahmilu alqalama, ay ra'aytuhu. Mtu akisema shahidtu Muhammada yahmilu alqalama, tutatafsiri hapo shahida kuwa nimemwona Muhammad akibeba kalamu. Shahida hapo katika utumizi wake bila shaka ni kuona. Tumeona maana ya kwanza ya shahida, ni tupo eh? Maana ya kwanza ya shahida ni kuona, sio? Taib, maana ya pili ya shahida ni al-iqraru wal-i'tirafu, ni kukiri ama kukubali ni kukiri ama kukubali, kwa dalili ya aya Mwenyezi Mungu aliposema kwenye Qur'an, shahida shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Imekuja neno shahida Allah. Je, hapa shahida imetumika kwa maana gani? Ni kukubali Mwenyezi Mungu amekubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, wala sikuona. Na shahida hii ina maana sawia na muadhin anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashadu ya muadhin amekubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki ila Allah, ama nimekiri ama nimebaini ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki ila Allah. Ama mtu anaposilimu akitamka shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah shahida hapo sikuona, shahida ni nimekubali moyoni mwangu na natamka kwa ulimi wangu. Nataraji tuko pamoja. Naam, taib. Hiyo ni shahida ya eh, maana ya shahida ya pili. Ama shahida ya tatu ni alhuduru wa walujud, ni kuwepo. Shahida ya tatu ni kuwepo, kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu limra'atin, si halali haifai, ni haram kwa mwanamke. An tasuma, kufunga. Wa zawjuha shahidun, na mme wake yupo Shahida ya hapo ni ya kuwepo. Anaweza funga, funga ya sunna na mume wake yuko safari, lakini ikiwa mume wake yupo, basi mtume anasema illa bi idhni, huyo mke amuombe idhni nani? Mume wake, kuwa anataka kufunga funga ya sunna. Na kama alivyosema tena mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake ya eh, hija yake ya kwanza na ya mwisho akimalizia alimalizia na haya maneno, liyuballighi liu shahidu alghaiba. Haya maneno ambayo kwamba mimi mtume wenu nimeyazungumzia, yeyote ambaye kwamba yupo na ameyasikia, amfikishie yule ambaye kwamba hajayasikia. Haya maneno Mtume alisema liyuballighi shahidu alghaiba, alitumia neno la ashahid hapo. Shahida ni kuwepo. Tumeona maana ngapi ya shahida? ya kwanza kuhana, kuona. ya pili, kukubali, kukubali. ya tatu. Barakallahu fikum, turudi katika aya swala, tutaulizana Mwenyezi Mungu alisema faman shahida. Je, kwenye aya hiyo shahida ni ya kuona? Je, kwenye aya ni ya kuwepo? Je, kwenye aya ni ya eh, kubaini? ili tuifahamu hiyo shahida maana yake ni nini tusonge mbele ya aya tusome mbele ya aya, itatusaidia kufahamu maana ya shahida. Faman shahida minkum ashahara, ashahara. Tupige msitari mwekundu kwa neno la ashahar. Je, hii ashahar ni nini kwa Kiswahili? Naam, ni mwezi. Lakini ni mwezi upi katika lugha kiislamu? Eh, katika lugha Kiswahili neno shahida ama mwezi inatumika mara mbili, mwezi kwa lugha kimombo, weza sema ni moon. Ukitoka nje usiku, ukiangalia mbinguni utaona nini? Mwezi. siku 30 za e, mwezi pia zinaitwa mwezi, sio? Imetumika mwezi wa usiku na mwezi wa masiku telathini. Je, ashar maana yake nini hapa? Kuna wengi ambao kwamba waliteleza katika kutafsiri, shar si mwezi wa kuuona usiku kwa lugha ya kiarabu mwezi wa kuona usiku unaitwa alqamar, wa jumia al shamsu walqamar. Mwezi wa usiku unajulikana kama alhilal, idha ra'aytum hilala hilala, unajulikana kama alhilal. Ama al shahr iliokusudiwa hapa ni siku 30 ndio kwa Kiarabu inaitwa ash-shahr, wala mwezi ambao kwamba ukitoka nje usiku ukauona, kwa lugha ya Kiarabu hauitwi shahr. Tukifahamu huo mwezi ashhar ni siku 30, turudi tu, e, tutafute maana ya shahida. Je, Mwenyezi Mungu alikusudia nini? Hauwezi sema ni kuona, kwa sababu siku 30 hazionekani kwa macho. Tafsiri ya wanazuoni ahibati filah, tuangalie tafsiri zote, tafsiri ibn Kathir, tafsiri ya Qurtubi, tafsiri ya Tabari, e, almufassirun wakitafsiri hii aya Faman fmn shahida minkum shahara falyasumhu ay man hadara ramadana wa huwa muqimun sahihun falyasumhu, yule ambaye kwamba atapatwa na mwezi wa Ramadhani, ama ataupata mwezi wa Ramadhani, si msafiri, si mgonjwa, ana afya zake, falyasumhu, basi aufunge huo mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu mgonjwa amepaa, amepawa ruhusa, na msafiri amepawa ruhusa, lakini Ramadhani imeingia, wewe si msafiri, una afya zako, basi uwe ni mwenye kufunga. Hiyo ndio tafsiri ya aya, faman shahida minkumu ash-shahra falyasum. Ni tafsiri ya makosa kuitafsiri hiyo aya kuwa atakayeuona afunge. Hiyo imekuja kwa hadithi, lakini si hii aya ambayo kwamba e, tumejaribu kuitafsiri naam, ahibati fillah. Tukiendelea katika dalili ya pili, tumeona aya, tuje katika hadithi. Hadithi ambayo kwamba inazungumzia masala ya kufunga, mtume wetu anasema sallallahu alayhi wasallama, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al 'iddata 30. Sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuona wa aftiru li ru'yatihi, namfungue kwa kuona. fa in ghumma alaykum, ni tarehe 29 mawingu yamewaziba, ima 29 ya Shaaban ama 29 ya Ramadhan mawingu yamewaziba. fa akmilu al-iddata 30, kamilisheni idadi ya siku ngapi? 30. Tumefahamikiana? Hadithi ndio inazungumzia kuona, lakini aya haizungumzii kuona. Tumefahamikiana hapo? E, katika hadithi hii ni ahibati fillah, kila upande wanapozungumzia hoja yao wanataja hii hadithi, wote wamekutana katika hadithi, lakini wametofautiana katika ufahamu wa hadithi. Kivipi? Mtume alisema fungeni kwa kuuona, mfungue kwa kuuona. sio mawingu ya kiwaziba kamilisheni idadi ya masiku 30 hii hadithi. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza na waislamu wote duniani ama alikuwa anazungumza na waislamu masahaba wa Madina pekee? Hapa ndio wanazoona wame tofautiana, lakini jumhurul fuqaha maimam, kati ya maimamu wanne kati ya maimamu wangapi? Wanne. wa kwanza ni nani? Abu Hanifa. wa pili ni nani? Imam Malik. wa tatu ni nani? Shafi, ni nani? Imam Shafi. wa nne ni Ahmad ibn Hanbal. Kati ya hawa maimamu wanne, maimamu watatu kauli yao kwa hiyo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam

Je, alikuwa anawaambia Waislamu wa Madina ama alikuwa anazungumza na umma? Jawabu, alikuwa anazungumza na umma, kama alivyosema sallu, vilevile amesema sumo. Kwa hivyo kauli ya maimamu watatu, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik na Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hawa maimamu watatu wanasema hayo maneno ya Mtume Alikuwa anazungumza na umma: Waislamu pahala popote, mkiona mwezi fungeni, Waislamu pahala popote, mkiona mwezi fungueni, isipokuwa ijtihadi ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi bila shaka ni mwanachuoni na ni katika ijtihadi yake na katika masala ijtihad, faman ijtahada fa asaba falahu ajran wa in khata'a falahu ajrun, yeyote ambaye kwamba anajitahidi akapatia jawabu la sawa, ana thawabu mbili: thawabu ya kuchosha akili kwa ajili ya kujitahidi na thawabu ya kupata jawabu la sawa. Na anayejitahidi akateleza, kiu binadamu, ana thawabu moja, thawabu ya kujichosha akili katika ijtihad, lakini amekosa thawabu ya nini? Ya jawabu la sawa. Tumefahamikiana? ni katika masala ya ijtihad al-Imamu Shafii rahimahullahu taala akachukua msimamo wa kuwa kila watu wawe na mwezi wao wa anna likuli baladin, e, ruyatahu kila watu wawe na mwezi wao huu ni msimamo wa al-Imamu Shafii kwa hadithi ambayo kwamba nimewasomeni ahibati fillah twasema kwa huu msimamo wetu Maneno tunayanukuu nukuu ya Alimamu Shafi, anasema rayi sawabun yahtamilu lkhataa wa rayu ghairi khataun yahtamilu lsawab. Maoni yangu katika masala niko sawa, lakini huenda nimekosea, na maoni ya mwingine asokuwa mimi ama asoshikilia maoni yangu, maoni yake ni ya makosa, lakini huenda akawa katika usawa. Ni masala ambayo kwamba wametofautiana wanazuoni, na huu ndio msimamo wetu ambao kwamba kwa amba tunajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa, kwayo, ni waislamu waheshimiane, waislamu wajue ni jambo la dini. Hata mtu akiwa na msimamo amheshimu yule ambaye kwamba yuko na msimamo tofauti katika masala kama haya, kwa sababu si jambo la ushabik, ni jambo la kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na e, tunapozungumzia labda katika masala ya ikhtilaf al-matali', naam, tumetofautiana katika michomozo ya jua e, duniani, lakini tusema mwanzo baada ya kuzitaja hizi dalili eh, wanazuoni ambao kwamba walitaja watu wafunge na eh, matlaa ya sehemu yao, walitaja nchi ambazo kwamba zimekurubiana nchi za karibu zishirikiane katika masala ya, ya matlaa. Lakini mara nyingi mwanzo twasema, duniani hatujatofautiana siku, tumetofautiana masaa duniani hatujatofautiana siku, tumetofautiana masaa. Chukua dalili, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la taqumu saa illa fi lyoumi ljuma, kiyama hakitosimama ila itakuwa ni siku gani? Siku ya Ijumaa. Wengine watakuwa usiku wa kuamkia Ijumaa, wengine watakuwa mchana wa Ijumaa wa lakini haiwezekani iwe Alhamisi ama Jumamosi, haiwezekani maneno ya mtume hayaanguki chini, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tumetofautiana masaa lakini hatujatofautiana, si jambo la kwanza. Jambo la pili, hata kutofautiana kwetu kwa masaa, tuseme hapa Kenya, kabla tujaenda sehemu nyingine. Time table kufungua ya kufungua Ramadhani katika nchi yetu ya Kenya, je iko sawa? Tukianza Lamu na waloko eh, sehemu za Eldoret Nakuru, eh, Malaba, je, time ni sawa? Si sawa, kwa sababu ya jua kuchomoza. Sehemu za Lamu jua inachomoza kwa haraka, kwa huku bado, wale wa shaturu wa huku bado. Je, tuseme watu wa Lamu wawe na mwezi wao na watu wa, eh, Eldoret Nakuru wawe na mwezi wao? La, ni tofauti ya nini? Ya masaa na tofauti ambayo kwamba kila mara twaizungumzia. Hakuna siku tumeletewa mwezi wa Australia ambao kwamba tumetofautiana masaa mengi, wala hakuna siku tumeletewa mwezi wa China. Tukazozana zaidi ni mwezi ambao kwamba inchi ambazo kwamba tumekurubiana, hasa hasa inchi ya Saudia nchi ya Saudia na nchi yetu ya Kenya, tuangalie muda wa swala wa kiswali adhuhuri na muda wetu, twapishana dakika za kuhesabika. Ukiangalia ikweta nchi ya Kenya na Middle East tofauti ni ndogo sana, na hapo ndo mara nyingi inakuja tofauti ya masala ya mwezi lakini tumesema ni masala ambayo kwamba eh, wanazuoni wametofautiana na si tofauti ya jana wala ya juzi. Ni tofauti ya eh, miaka na vikaka. Ni Waislamu wawe na heshima na adabu wakati eh, Ramadhani inakurubia na sote twamwomba Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutu takabalia, subhanak allahuma bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik.